ambaye ni mwenyekiti wa chama cha madereva Tanzania, najua yeah. Wakati tunazungumza Pokela, akawa pia anajaribu kutupa lawama kwamba wakati mwingine madereva au makini, wakati mwingine mwingine hawakagui vizuri vyombo, uka tunaulizana yeah. Gari imewaka moto na mtaalamu mmoja tukazungumza naye, kama ulisikia kwenye lensi, akasema kuna namna pia ukaguzi wa zile za kitaalam betri na nini, ufunguaji wake, na unafanya pia gari ipata ajali kama ile, inaweza kawa kama moto. Sasa kasema kwa sababu mwenyekiti wa madereva yuko hapa na lawama pia zisiende sana huko, na kati yeye anaweza kaitwa hapa kaja pia na yetu kapiga naye story, atupa pia uzoefu, maana yake ni mzoefu akatusaidia. Bana Hassan, karibu sana, asante sana bari ulikotoka, ndugu yangu. Mimi namshukuru Mungu sana, mambo yanakwenda vizuri. Labda mimi naanze la kwanza, Hassan, kwa ajali hizo zisikia kama dereva kulikuwa kuna ajali inaepukika kati ya hizo zisikizi, tatu kiwemo ya moto? Mm, inategemea na mazingira ajali uh -huh, inaepukika vizuri sana okay, lakini inategemea na mazingira na upatikanaji wa ajali yenyewe imetokea kwa mfano hii ya Same. Ah, hii ya Same yani tuseme ile kama tungelikuwa tume yakini uh, tunafanya kazi kama uh, kama professional na mambo mengine mm. Uh, ilikuwa naweza okay. yasingetokea haya yaliyotokea mm. Uh, kwa sababu moja uh, ukiangalia impact gari iliyoumia zaidi ni gari ambayo ilikuwa speed mm. Kuna wakati lazima situkubali, tukubali pia kuna sehemu ambapo tuna, tuna, tuna, tuna makosa Ambayo yanakwenda kupoteza ku, ku, ku, ku, ku nguvu kazi ya taifa, ajali mm. Uh, ile ukiangalia, kama ingekuwa ni mwendo mdogo ndo ingeweza kufanya nini kuepukika mm -hmm. Kwa sababu ungeweza kujua hapa nafanya nini au kitu gani kimetokea. Kwa sababu tunaambiwa babalani papo kuendesha magari tuendesha magari matatu kama sio manne mm -hmm. Sawa mm -hmm. Unaendesha hilo la, la, la kwako na la mbele yako, lakini unaendesha pia raia, maana watu wa basikeli, bodaboda, ama mtembea kwa mguu hmm. kwa hiyo lazima uchukue tahadhari hizo kwamba unapokuwa babalani, hauko peke yako hmm. unaendesha gari za vyombo zaidi ya vitano hmm. kwa hiyo kama ningeona mimi mwenye basi, ningeona kwamba ile kosta huenda imepoteza mwelekeo. Kuna vitu ambavyo vinachangia vina, vina, vina uendele kosta ule dereva labda huenda ka, kapatwa mshtuko labda kaugua ka, ka, ka, ka, ka, ka, ghafla, ama lile gari limepasua tairi, au kuna vitu ambavyo ni mazingira yanayosababisha ajali. Kwa sababu natoa hiyo, kwa sababu gani? Ni kwa Mwanza mwaka elfu mbili na tisa ilitokea ajali ya basi, ilitokea dereva anakwenda anakuja Dar es Salaam kutoka Mwanza mm vile dereva kampuni X alikuwa anaumwa, alikuwa anajisikia vibaya mm. Lakini mwajiri akamlazisha kama, wee nenda tu bwana, hiyo hiyo ni homa tu, nenda utafika okay. Kafika njiani, yule bwana aliegemea stering na akapoteza maisha mm. Hemu niambie, ingekuwa iko spidi mm. nini kingetokea? mm. eh? mm. Ilipoteza maisha kama nakumbuka, basi maeneo ya Shinyanga likaingia likaingia Polini lakini mwisho wa siku hakuna madhara yotokea kwa sababu mwendo ulikuwa ni mdogo Mbiloogu. Kwa hiyo kama ingekuwa highway kama hivyo ambavyo speed zilizokuwa, mm. nini kingetokea? Kwa hiyo tungehesabu watu 65 kwa nini hayapoteza maisha? kwa kuna mazingira ambayo yanatokea ya na, ya. Lakini swala la ajali dina dina dina dina dina ni, ni swala moja mtambuka sana, tunaweza tukamnyoshia kidole dereva tu mm. lakini huku nyuma hatujajua ni ni ni, ni, ni na tukizungumzia kwa mfano hiyo ya Same tu, bado tuko pale pale, ni kwamba yeah. Lile gari limepata ajali lakini mwisho wa siku lile gari magari imewaka moto yeah. Kwa katika hizi gari zinazo tukiangalia ni mbele, sawa so, yeah. Zimegongana uso yeah, so kwa uso uso. Sure.

Nani sasa wa kulaumiwa na nini tufanye? mm. Nini tuendele tu, tu, tu, tuwe na taifa ambalo iliko li, li, vizuri kwenye, kwenye swala hili mm. Ni kwamba tunaangalia mm, hizi, hizi, hizi, hizi, huyu dereva anapatikana vipi ili aweze kuyajua haya anapatikanaje? mm. Huu dereva anapatikana vipi ili aweze kujua? Huu dereva wa kujihami anapatikana patikanaje? dereva ndo mm. Tukasema sasa kwa sababu Nakumbuka nilivyokuwa Mwanza nishazungumza kipindi fulani kwenye chombo kimoja nikasema mm -hmm. uh, serikali upande wa wasimamizi wa usalama barani wa waangalie namna ya, ya, ya, ya, ku, ya, ku, ya kusimamizi sheria mm -hmm. Leo tusijitangaze kipindi kile, nafikiri nakumbuka, kwa najitangaza sana serikali, polisi, upande wa usalama barani, kusema kwamba tumekusana mapato mengi ya makosa, hmm. Wopato, ya, ya makosa ya usalama, barabarani, barabarani, na mkoa wa Mwanza ndio unaongoza kwa mapato kushinda; maana yake mkoa unaongoza kwa makosa, kwa makosa. Mimi nika nikaja kwenye chombo cha habari, nikazungumza, nikasema, naomba sana tusijisifu kukusanya mapato mengi, wangali watu wanaendelea kufanya nini kupoteza maisha na tunaendelea ku, ku, ku, kutengeneza doa katika taifa, kwa maana yake sheria asimamia sawa sawasawa. hmm. chombo cha usalama barani akifanya biashara huko barabarani. M, tujikite sana kuona kama tunasaidia tuna, tuna, tuna, tuna yeah. Vipi hii taaluma